Uh, kwa majina naitwa Isaac Elisha na mwenzangu Patricia Kajula. Uh, leo tunakwenda kuzungumzia topiki moja ambayo inasema jinsi ya kuwahudumia wagonjwa wenye vidonda wakiwa majumbani. Uh, mgeni wetu leo Patricia atatue, atatueleza kidogo kwa ufupi Uh, changamoto ambazo zinatokea mahospitalini kumekuwa na changamoto kubwa sana uh, pindi wagonjwa wanapokuja hospitali tumeona vidonda vyao vikiwa katika hali mbaya sana vingine vinatoa majimaji machafu vingine vinatoa harufu na vingine mpaka vinatoa wadudu Patricia hivi nini kifanyike ili kupunguza hali hii kutokea kwa wagonjwa wetu? Asante sana kaka Isak. Mm, ni kweli kabisa. Mm, kumekuwa na changamoto ya wagonjwa wanapokuwa wakitoka majumbani na kuja hospitali vidonda mm, vyao huwa vinakuwa kweli ni vichafu vyenye harufu mbaya na vinavyotoa majimaji mm hiyo yote kupelekea kwamba mgonjwa akiwa katika, anakuwa katika hali mbaya uh-huh, na hata ikapelekea mgonjwa akapata homa uh-huh, na tunajua kwamba uh, uh, kidonda kikiwa kichafu huwa ni nyumba ya bakteria ambao wanazalishwa katika uh-huh, kile kidonda, hivyo kupelekea kile kidonda kutoweza kupona na kuweza kuwa na shida zaidi kwa yule mgonjwa na kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwamba kumekuwa na changamoto ambazo zinalipelekea ndugu wa wagonjwa kuweza kuwanyanyapa wale wagonjwa na hivyo mgonjwa kutokuja kwa wakati hospitali. E, inapendeza mgonjwa anapokuwa amepewa tarehe zake za kliniki aje kwa wakati kwa ajili ya kuja kusafisha kile kidonda kulingana na tarehe ambazo ameandikiwa na daktari. Ila hapa katika hospitali yetu ya saratani uh -huh. ya Ocean Road, mara nyingi sisi hapa tunasafisha kidonda kila siku uh -huh. kila siku kidonda kinatakiwa kisafishwe kulingana na nature ya vidonda vya saratani vilivyo, lakini uh -huh wakati mwingine vidonda kama vidonda tunavyoongelea, uh, mgonjwa anaweza wakawa waka na otaneti, yaani kwamba leo kinasafishwa inarupa muda siku moja inasa, kinasafishwa tena hivyo. Hmm. Basi kupelekea kidonda kile kikae katika hali nzuri. Hmm. Nadhani kama tutafuata utaratibu na ushauri wa watu wa huduma, uh, naamini kabisa vidonda vile vitakuwa katika hali nzuri uhum. sawa sawa, kama alivyosikia sista Patricia mm -hmm. Uh, akiwa akijaribu kuelezea kwamba nini kifanyike ili wagonjwa wanapokuwa wanakuja kwenye kliniki za matibabu mm -hmm. au kliniki za kusafishwa vile vidonda ili vile vidonda viendelee kuwa katika hali ya unadhifu na hali ya usafi uh, kinachopaswa zaidi ndugu wa wagonjwa, jaribuni sana kuwakumbusha wagonjwa au kuwaleta kabisa hospitali mm -hmm. kulingana na tarehe ambazo madaktari na manesi wamewaandikia kuja kusafisha vile vidonda. So, kabisa tusi skip mm -hmm. Ukiambiwa kila siku, kidonda lazima kisafishwe, make sure kidonda cha mgonjwa wako kinasafishwa kila siku mm -hmm. Kama hospitali ambayo anasafishiwa kile kidonda ni mbali, basi nenda vituo vya afya vya karibu, yule mgonjwa akasafishwe kile kidonda. Kidonda kinatoa maji, gozi hizi ni lazima tuzibadilishe kila siku, na kwa kwetu, muda mwingine tunabadilisha kila baada ya masaa kumi na mbili kwa siku lazo ukabadilisha mara mbili. Unakuta kidonda tunasema kitaalamu kina excrete yeah, kinatoa maji, kinatoa maji uchafu, kwa hauwezi ukakaa 48 hours, kwa lazima uchenji ile gozi. Sasa wagonjwa wengi wanapokwenda majumbani, ndugu ni kama wanawatelekeza. Sasa unakuta mgonjwa ni mzee labda unakuta uh, mgonjwa ni kilema unaona, hajiwezi, hajiwezi. Hmm. Kwa hiyo mtu ni wa kumbeba na kumpeleka kituo cha afya husika ili akabadilishwe zile gozi. Hmm. Uh, kwa kufanya hivyo vidonda vya wagonjwa wetu vitaendelea vizuri kabisa. Unapokuona skipu yale majimaji yanajaa, kidonda kinakuwa kichafu. Hmm. Bakteria wanajaa Unasema kitaalamu unatengeneza bacterial colonization. Kabisa. Moja kwa moja kidonda kitakuwa kile ni septic kitaalamu kwamba mm. Kitakuwa kina wadudu wengi mm. na kinashindwa kupona kwa wakati. Na kumletea homa mgonjwa. Eh, eh, kwa hiyo tunawashauri wagonjwa mm. Na ndugu mm. ndugu tuwe mabalozi wazuri kwa wagonjwa wetu fata tarehe husika ya kliniki ya kidonda cha mgonjwa wako kwamba leo unapaswa ukasafishe kidonda mkumbushe, ndio. Na msisitize. Kwa kufanya hivyo, wagonjwa wataendelea vizuri na vidonda vyao kufunga, ingawa vitafunga kwa muda mrefu hmm, na vingine vinaweza kufunga kwa muda mfupi hmm. Uh, tuendelee kukumbushana, kuhimizana kwa matibabu bora zaidi. Kwa taarifa zaidi jiunge nasi katika sessions zijazo. Tupo hapa kuelimisha jamii na ndugu wa wagonjwa, kwa sababu ndio watu ambao tunakutana nao kila kukicha. Lazima tupeane elimu mbili tatu, wekana sawa, kwa manufaa mazima ya wagonjwa wetu. Bye, bye.